Mimi ninawaambia wana Kilimanjaro kwamba mjitokeze kwa wingi, wale wote waliojiandikisha kwenda kupiga kura. Serikali ya mkoa imejiandaa vizuri kuhakikisha hali ya ulinzi na usalama kwenye mkoa, tumeimarisha kabla ya uchaguzi, uchaguzi wenyewe, na baada ya uchaguzi. Mmoja akaandika kwenye mtandao Hivi huyu haona, haingii kwenye nini, kwenye mitandao hajiko? Basi tumejipanga, mmejipanga nini? Nani anataka maandamano? Nani yeye? Kila mama, mnataka maandamano? Nimetaja viongozi walioongoza nchi kwa kwa vipindi vyote, mmesikia kuna tatizo hapa Tanzania kama liko jambo mkuu eh, wa mkoa yupo, mkuu wa wilaya yupo, mtaarafa yupo, mtendaji wa kata yupo. Eh, TAKUKURU wapo, polisi wapo. Yaani vyombo vyote vipo. Wewe kama una tatizo lako, kwa nini usiende kwenye vyombo mkakaa, mkazungumza, ukapata majibu. Wewe unataka kuondoka tarehe 29, sisi tunafanya kitu kikubwa cha kitaifa. Wewe unakwenda unasema unakwenda kuandamana. Sasa mimi nataka niwaambie. Nataka niwaambie na wanisikie. Kwamba mkoa wa Kilimanjaro sio mkoa na sio miku, na wa vurugu na sio na hata mikoa mingine sio ya vurugu. Wakitaka maandamano watafute nchi yao ya kwenda kufanya maandamano, sio ya <coughs> mambo ya huko mnaweza kutuletea hapo. Watanzania sio watu wa hivyo. Watanzania wanataka watoto waende shule, Watanzania wanataka barabara ziwe nzuri, Watanzania wanataka umeme, Watanzania hao wasame wanataka maji, Watanzania wasame wanataka kitoka kazini wakimaliza shughuli zao waende mahali wakurudike. Yeah. Tokeni mkapige kura. Tena unatembea ivua mbele nat kupiga kura, unaonyesha kidole chako cha winu metimiza